Kwa sasa hakuna biashara ambayo inazidi hizi biashara ishirini kwenye kutengeneza pesa. Watu wengine wameenda mbali zaidi na kusema hizi biashara ni mashine za kutengeneza pesa. Biashara ya kwanza ni biashara ya uuzaji na usambazaji wa vifaa vya simu, simu na vifaa vyake, smartphones and accessories hii imekuwa ni biashara nzuri kati ya watu ambao nimewaambia biashara za kufanya, tukiwa tumekaa tunafanya consultation, na ambao wameingia kwenye biashara ya vifaa vya simu, wengi sasa hivi historia zao zimebadilika. Ni biashara ambayo umelenga wanafunzi, umelenga watu wa mtaani, umekuwa ni machinga, umekuwa ni winga, umeuza jumla, umeuza rejareja, bado utapata wateja ni biashara ambayo hata ukiamua uende ukauze huko vijijini, iwe ni Karebezo, Kiruruma, Biharamulo, iwe ni mipakani huko kama Minziro na sehemu zote, unaweza ukatengeneza pesa. Kama unafikiria kufanya biashara hii, ni moja ya biashara ambayo inakufaa sana. Vitu ambavyo unauza, unauza kama simu zenyewe viswaswadu ina maana zile simu ndogo unauza cover unauza machaja unauza, um, AirPods, unauza earphones, unauza protector na vitu vya namna hiyo. Ni biashara ambayo ni nzuri sana. Biashara ya pili ni biashara ya vifaa vya nyumbani. Hapa nazungumzia TV, friji, pasi, mabrenda. Hivi ni vitu ambavyo vinahitajika kwenye maisha ya kila siku, kwa hiyo ni vitu ambavyo viko kwenye mzunguko ambao ni mzuri. Unaweza ukauza online au ukawa na duka lako, na uzuri hata linaweza likawa ni duka la mtaa na bado ukatengeneza pesa. Namba tatu ni uingizaji na usambazaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku. Hapa nazungumzia kwanza watu wenye duka la mangi na wale watu wanaouza hata kama ni kitu kimoja kimoja, vitu vichache kama vile mafuta, sukari, maziwa ya unga, sabuni, snacks na kiukweli, kwa Tanzania matajiri wakubwa wamewekeza hapa. Kwa hiyo na wewe unaweza ukaangalia ah, hasa fursa ambayo iko mtaani kwako au sehemu ambapo bado hizi huduma zinahitajika kwa kiwango kikubwa na wanaenda mbali kuzichukua. Namba nne ni bidhaa za urembo na skin care. Mwaka 2024, na mwaka 2025 na tano zimekuwa ni biashara nzuri sana na tunatarajia kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na sita, elfu mbili na ishirini na saba na kuendelea. Hawa ni watu ambao watatengeneza pesa sana. Wanawake sahivi wanajali sana mwonekano. Skin care ni sehemu ambayo mimi pia ninakushauri, unaweza ukaangalia hapo na ukafanya biashara. Namba tano ni vifaa vya sola panel. Sahivi umeme umekuwa wa shida, au sio wa uhakika sana kwenye maeneo mengi, kwa hiyo uuzaji wa vifaa vya namna hiyo ni biashara ambayo ni nzuri. Biashara sita ni vipuri vya pikipiki, tunazungumzia spare za bajaji, magari pamoja na pikipiki. Vyote hivi zinafanya vizuri sana, nimeona marafiki zangu vijana ambao wameingia kwenye uh, biashara ya spare za pikipiki wanatengeneza faida ambayo ni nzuri. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu vijana wengi sasa hivi wamekimbilia kwenye kuendesha pikipiki bodaboda, na kwa sababu kila siku wako njiani maana yake kwamba pikipiki zinaharibika na wanahitaji hivi vipuri hivyo, hii biashara imeendelea kuwa nzuri. Niliona pia uh, watu ambao walifanya zamani, walikuwa ni wachache, walitengeneza faida ambao ni nzuri, na sasa hivi bado watu wanatengeneza faida ambao ni nzuri. Ukiweza kuwahi eneo ambalo ni kituo kipya cha bodaboda au eneo ambalo bado halina haya maduka mengi, una nafasi kubwa ya kutengeneza jina na kutengeneza pesa. Unaweza ukaanza kwa kuchukua Kariakoo, au kama uwezo unaruhusu unaweza kuchukua China pamoja na Dubai. Biashara ya saba ni biashara ya chakula. Hmm, asa asa fast food, lakini pia migawa kama una uwezo huo, hata wakwenda kujenga mpaka hoteli. Ni biashara ambazo ni nzuri na zinafanya vizuri kwa wakati wote. Biashara ya nane ni biashara ya packaging materials. Tunazungumzia maboksi, plastiki, mifuko ni biashara ambazo ni nzuri unawezo, na unaweza ukawa uka hata na mashine yako ukatengeneza tu hata kama ni yale mabasha mifuko ya kaki ile mifuko, uh, ile mbadala sasa hivi ni biashara ambayo ni nzuri, na hata kama una mtaji mdogo pia unaweza kaifanya hii, kwa kuwa unauza kwenye masoko, kwenye magulio, sema hapo kuna maduka mengi na bado ikawa ni biashara nzuri. Kwa kwa hata unaweza ukawa supplier kwenye maduka mbalimbali na ukawa unatengeneza faida. Biashara tisa ni bidhaa za watoto, tunazungumzia diapers, aha, wipes Aha, pampas na vitu vingine vya namna hiyo. Wazazi hawajibani kwenye bidhaa za watoto na vifaa vya watoto, ukiwekeza huko ni biashara ambayo ni nzuri, lakini pia unaweza ukaibrand hata online na ukatengeneza pesa ambayo ni nzuri sana. Biashara ya kumi ni biashara ya bidhaa za urembo kwa wanaume. Aha, ulizeni wanaume wame, wame sahaulika. Men's grooming and barber products. Aha, wanaume sasa hivi nao tunajali sana mionekano kwa hiyo ukiwekeza kama ni kwenye saluni, barbershop, uh, grooming stores zinakuwa kwa kasi sana sasa hivi. eh, bidhaa za wanaume kama mafuta haya mafuta, jeli, aftershave zinauzika sana, hata perfume zile za wanaume zinauzika sana kwa hiyo pia unaweza ukaanzisha biashara ya urembo mm -hmm. ukawalenga wanaume tu. Biashara ya kumi na moja ni dawa na bidhaa za afya na sio lazima uanzishe farmasi, ingawa farmasi pia iko umu, lakini pia takuiza zile products za afya. Sasa hivi zinafanya vizuri sana, angalia huko na wewe unaweza ukajikita. Biashara kumi na mbili ni biashara vifaa vya ujenzi eh, kuanzia simenti tiles -electronics zile na vitu vyote ambavyo vinahusika na ujenzi ni biashara ambayo ni nzuri, unaweza ukawekeza kule na ukatengeneza faida yako ambayo ni nzuri. Aa, namba kumi na tatu ni nguo za mitumba. Hizi zinafanya vizuri maeneo karibia yote Tanzania, na ukiwekeza hapa utatengeneza faida ambayo ni nzuri. Namba kumi na nne ni, ni viungo na bidhaa maalum za chakula. Nazungumzia spices, bake, baking, eh, ju, juisi. na vitu vya namna hiyo ni, ni bidhaa ambazo ni nzuri na, na, na utatengeneza faida ambayo ni nzuri sana. Namba kumi na tano ni bidhaa za kilimo mm -hmm, zilizoongezewa thamani eh, vifaa lakini pia vile vya kilimo, mashine za kilimo, mashine zile za kupandia, kuvunia, kupalilia ah, kuvunia, ni mashine ambazo zinafanya vizuri sana, ukiwekeza kule ni biashara ambayo ni nzuri sana. Namba kumi na sita ni vinywaji, mm, soft drinks. Kwanza zile soft drinks tunazungumzia maji Ha, tunazungumzia Juice, zile za nje ha, soda. Ha, mpaka vile vinywaji vikali ni biashara ambazo ni nzuri na zinatoka sana. Ni biashara ambazo zina faida kidogo kidogo, lakini zina mzunguko ambao ni mzuri. Biashara kumi na saba ni bidhaa za wanyama wa nyumbani ha, pet food pamoja na accessories hizi, hasa unawalenga matajiri ukiweka kwenye maeneo ya sasa yale ambayo yana matajiri, watu wa uchumi wa juu. Ni biashara ambayo ni nzuri sana ha, watu wanapendaga wanyama wao na wako tayari kununua vile vifaa pamoja na chakula kwa ajili ya wanyama. Namba kumi na nane ni vifaa vya ICT, ninazungumzia information pamoja na mambo ya technology, mashine printers, routers, ni vitu ambavyo vinafanya vizuri pia sasa hivi. Biashara ya kumi na tisa ni huduma za usafirishaji na delivery, unaweza ukaanzisha logistic company, iwe ni kutoa mizigo China kuleta Tanzania iwe Air Cargo, iwe usafiri wa meli au ni usafirishaji wa bidhaa hapa tu mjini au kwenda mikoani, zinafanya vizuri sana hii biashara. Biashara ishirini uh, kuwekeza kwenye vifaa vya teknolojia na elimu. Na biashara ya ishirini na moja ni printing business. Kwa nini nasema printing business sasa hivi? Watu wengi tunategemea mabango mabango mabango uh, uh, mabango, tuna print matsheti, tuna, uh, tuna print tuna uniform, hiyo ni biashara ambayo ni nzuri sana. Biashara ya ishirini na mbili ni biashara ambayo ulikuwa unafikiria niitaje lakini sijaitaja. Hiyo ni biashara nzuri kwa sababu wewe unatamani kuifanya au unaifanya na unaamini itakufanikisha. Nikwambie, hakuna biashara nzuri kwako kama ile ambayo wewe umeona fursa. Kwa hiyo kama kuna fursa ambayo umeiona kwenye biashara fulani basi hiyo ni biashara ambayo ni nzuri sana. Hebu niambie hiyo biashara ambayo wewe unahisi ni fursa zaidi kwako. Niyo nimeitaja au sijaitaja? Ni ipi niandike kwenye komenti alafu mimi nitakushauri zaidi. Je, kwenye hizi biashara ungependa nikwambie na machimbo au namna ya kuagiza bidhaa China? Sasa taarifa nzuri ni kwamba nina kitabu soft copy cha machimbo yote hivi vitu ambavyo nimevitaja hapa. Na, au ambacho sijakitaja, na unaweza ukapata machimbo yake, na vitabu ni soft copy, unatumiwa una kwenye simu yako. Pia kuna kitabu cha kuagiza bidhaa China, ambapo pia unaweza ukakipata na ukaagiza bidhaa China wewe mwenyewe, na ukatengeneza faida. Usisahau ku like ku comment, lakini pia kusubscribe, ili we wa kwanza kupata video zangu mara nitakapo upload kwenye hii YouTube channel yetu.